Kwa niaba ya Captain na kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Najua tunaenda kukutana na mpinzani bora zaidi. Uh, nikisema bora zaidi inamaanisha kwamba alikuwa bingwa msimu uliopita na amekuwa bingwa uh, uh, kwenye mashindano ya Sekafa, kwa hiyo tunaenda kwa kumheshimu lakini pia uh, tunaenda kuanza safari ya malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu kama Yanga Princess. Kwa hiyo malengo yetu ni ubingwa, na hauwezi kuwa bora kama hujashindana na waliobora pamoja nawe. Kwa hiyo tunaenda kwa kuheshimu, na tunaenda kuanza hatua uh, katika malengo yetu na ndoto zetu ambazo tumejiwekea uh, timu katika msimu huu kuelekea kwenda katika malengo ambayo uh, wameyapanga katika msimu ambao unaanza 25 26. Ndivyo wanavyosema Maenako. Kuna maswali kwake

Uh, uh, naomba nijibu swali la mwanzo uliosema kwamba niliondoka nikiwa na kiwango bora uh, nikiwa Yanga Princess na nimerejea nyumbani uh, watu wanatarajia makubwa uh, kutoka kwangu, na mimi kwangu nalichukulia ni kama deni ambalo nahitajika kulilipa kwa maana kwamba kuwa kwa bora uh, zaidi ya vile ambavyo nilivyokuwa. Uh, sitachukulia kwamba nilivyoondoka ndivyo niwe vile vile hapana na, na, na kazi kubwa ya kufanya ili kuweza kuwa bora zaidi. Na swali la pili nikijibu kwamba, tunaongea nini tukiwa kambini, tulishaanza kuongea mengi tangia tumeanza kuingia kambini, na siku zote tunaendelea kukumbushana, tunaendelea kusapotiana katika kufikia malengo yetu. Kwa hiyo morali ipo juu na naamini kesho tutafanya vizuri inshallah. Asante uh, Manako. Lakini shindano kama hili la Ngao ya Jamii kwenu wachezaji Uh, linawasaidia uh, namna gani? uh, uh, cha kwanza linatusaidia kujua kwamba sisi wa, wachezaji kwamba tumefikia levo gani ya kujipima, kwa sababu tunakutana na wachezaji bora. Kwa hiyo kukutana na bora ndio uta, utajijua wewe upo katika levo gani ya, ya kiwango chako. Kwa hiyo tunachukulia kama ni sehemu ya kipimo kwetu na ukiachana sema kipimo kwetu, na pia tunachukulia, tunaenda kukutana na ligi uh, ya aina gani. Kwa hiyo kitakuwa kipimo kizuri kwetu na pia kujua ligi tunatakiwa tucheze vipi katika msimu huu, jamii, kipimo kizuri uh, kwa wachezaji kwenye msimu mpya msimu husika, na sasa tunazungumzia 2025 2026. Asante Mynaco, asante kocha Edna, na kila la heri kesho kwenye mchezo wenu.